Tukielekea huko nchini Marekani tunafahamishwa kwamba shirika la ujasusi la Marekani FBI limewafuta kazi kundi la askari waliopigwa picha wakiwa wamepiga magoti kwenye maandamano ya kupinga mauaji ya George Floyd, vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti wakinukuu vyanzo ambavyo havikutajwa vinafahamu suala hilo. Inasemekana kuwa maajenti hao walipiga goti pamoja na wengine wakati wa maandamano huko Washington DC mnamo mwaka wa 2020. Floyd mtu mweusi aliuawa na afisa wa polisi aliyepiga magoti kwenye shingo yake Mei mwaka huo, na hivyo kuzua gumzo duniani kote. Kati ya maofisa 15 hadi 20 wanadhaniwa kufutwa kazi siku ya Ijumaa, ingawa idadi kamili haijulikani. Shirikisho la maajenti wa FBI limelani kusitishwa kazi kwao katika taarifa likisema haki zao zimekiukwa. FBI ilikataa kuzungumzia ripoti hizo ilipoulizwa na BBC. Wachambuzi kadhaa wa mrengo wa kulia walikuwa wamekosoa maofisa wa polisi ambao walionekana wamepiga magoti kwenye mitandao ya kijamii wakati huo. Lakini wafuasi wao wanasema kupiga magoti ilikuwa mbinu ya kupunguza mivutano na waandamanaji badala ya kuashiria kwamba mawakala walikubaliana na maoni yao. Kitendo hicho kiligeuka kuwa ishara ya upinzani dhidi ya ubaguzi wa rangi, kwani picha za mtandaoni zilionyesha muuaji wa Floyd Ofisa wa polisi mweupe Derek Chauvin akipiga magoti shingoni mwake huku akiwa amebanwa sakafuni kwa zaidi ya dakika 9. Uchunguzi rasmi uligundua Floyd alifariki dunia kutokana na mshtuko wa moyo uliosababishwa na kubanwa kwa shingo. Kwa sasa Chauvin anatumikia kifungo cha miaka 22 na nusu jela kwa mauaji ya Floyd.